Rais Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Uganda toka mwaka 1986 anashuka taratibu, anakanyaga ardhi ya Tanga Tanzania kwa mara ya kwanza. Naam, na walinzi wake pale na muona makamu wa rais pia wa Tanzania mama Samia Suluhu Hassan yupo hapa, uh, akiwa ameongozana naye na muona na, na, na, na wasaidizi wake katibu wake pale bwana <laughs> Mahathi anakimbia ana, ana, ana, kimbia kwa ukakamavu kweli kweli na wasaidizi wake nimemwona pia naibu spika wa jamhuri ya muungano wa tanzania eh, dr tulia ackson nimemwona pale miongoni mwa watu mashuhuri katika ugeni huu uliofika na unamuona rais like, museveni anaongozana na, na mama samia suluhu hassan hapa uwanja wa ndege wa tanga tanzania eh, ma, waziri mkuu kassim majaliwa eh, katika suti yake bluu iliyokolea eh, Kaa barabara kabisa, Rais Museveni. Rais kumtambua kwa kofia yake amejitengeneza kwamba eh, ile ndio unasema ni anafahamika hivyo eh, lugha ya kigeni unasema branding eh, anasalimia viongozi pale ambao wamejitokeza hapa uwanja wa ndege eh, viongozi wa mwanzo mwanzo hapo nimemwona ni waziri katika Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Balozi Ali Karume Anaendelea kusalimia. Kwa sababu ya kimvuamvua hiki uh, unaona miavuli inabidi itumike vizuri kuhakikisha kwamba mgeni anyeshewi na watu wengine pia wanyeshewi, uh, akiwemo makamu wa rais pia anakingwa barabara, na nyuso za bashasha zimetawala hapa, kwamba mambo makubwa wageni wamekuwa wakisubiriwa, uh, wanaonekana kwamba sasa mambo ndio haya, mambo tuliokuwa tukiyasubiria ndio haya. Aa. Anasogea huyo Rais Museveni na wenyeji wake, viongozi wale waandamizi wawili wanaofuatia baada ya rais anatembea. Mambo yamepangiliwa kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa tembea anaongozwa. Kuna baadhi ya taratibu zilizokuwa zimepangwa hapa, ikiwemo lile kukagua gwaride bado. Uh, tuone pengine zitafuatwa sasa. Kimvua mvua hiki kinaweza kikabadili utaratibu. Uh, tutaendelea kushuhudia ikiwa zitafuatwa au la. Unaweza kuona maji yanavyotiririka pale ni kuashiria kwamba kimvua hiki kinaendelea, ambacho nilikuarifu mapema kwamba kilianza jana usiku wa kuamkia hii leo. Naona kabisa kwamba anaingia katika chumba kile cha wageni e, mashuhuri e, ambacho kiko hapa uwanja wa ndege. Atakuwa anaingia pale, bila shaka, kwa mazungumzo mafupi na viongozi ambao wamekuja kumpokea kiongozi, mmojawapo makamu wa rais akiwa amesafiri naye kutokea Dar es Salaam, na bila shaka kulikuwa na mazungumzo kadha wa kadha kwenye ndege kwa ajili ya kukidhi mazingira haya ya na yanayoendana na mradi huu wa bomba la mafuta kutoka Hoima, Uganda hadi Tanga, Tanzania.